Dada Oliva karibu. Asante. Umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi naitwa Oliva hmm. Samuel. Nimetokea na Manga hapo. Nimewasikia na Manga kubi... ipi Kenya au ipi? Rabinisia ya Dar es Salaam. Eh. Okay, sawa so, nimewasikia uh -huh, kupitia Facebook lakini kupitia mtu alikuwa ametoka hapa naye alifanya hapa kazi. mm -hmm. Akakaa na nyie vizuri, akaenda kufanya kazi pia. mm -hmm. Akawa amepata mtaji wake, akaenda kuanzisha kazi yake. Nilipita kwake, ndio alinionyesha kwenye simu. oh, yeah. Sasa hivi anafanya nini? Yeye anajifisha na kazi ya saruni, ameanzisha saruni yake e. Wow. Mm -hmm. Wakakwambia mi nimeanzia huku e, tena alileta mpaka hapa, alikuleta hadi hapa sema kipindi e, wow. Ananileta mi nilikuwa na mtoto. Una mtoto e. Mm -hmm. <laughs> Nikaa na mtoto, kwa hiyo nilipokuja hapa alimpokea madamu, alimpa maelekezo, ni mwaka jana.

Likuwa. Anafanya kazi mtoto ana umri gani? ana miaka miwili. Sasa miaka miwili, ehe. Ilikuwaje sasa, ukawa we uko naye huyo baba yake, bado mko pamoja, mlishatengana au vipi? mimi nilikuwa tu nyumbani, nimezalia nyumbani. Ulizalia nyumbani? Ehe. lakini alikuwa anatoa huduma kwa mtoto? Ehe, yeye alikuwa anamhudumia. Ehe. kwa hiyo nilipoka naye nilikuwa na mm -hmm. nafanya biashara. biashara gani? Naenda mchana nyumbani, naenda kwenye biashara narudi. Ulikuwa unafanya biashara kwa... gani? nilikuwa nauza uji. Uji, ehe kwa hiyo kabla ujapata mtoto au baada ya kupata mtoto ndio ulianza biashara? Nilipopata mtoto nilikuwa nafanya biashara. Lakini ulikuwa unafanya kazi? Nilipopata mtoto, nilikuwa nafanya biashara. Okay. Kabla ujapata mtoto ulikuwa unafanya kazi? E, kazi gani? Nilikuwa na kwanza nilipata mtu aliniomba niwe na, naenda kuishi na mtoto wake, kazi ya ndani. Okay. Nikaa nimeenda nimefanya kama miezi tisa. mm -hmm. Nikaa nimepata kazi ya nani, dry cleaner. mm -hmm. Oh, dry cleaner nafanya nini? ni ofisini tu ni, inashughulisha na mambo ya usafi. Okay. usafiuo ni, ni, mm -hmm. Ko nilikaaponguo ni ulikuwa unafua yaani inapokea ni ofisi inapokea then mm -hmm. Mashine tunatumia mashine watu. Okay. Wengine wa mashine, wengine wanakuaga wanafanyaga ujanjani anajifanya na mashine anachukua watu huu wanafua kwa mkono eh, eh, do... ndo maana nikakuuliza, nika ulikuwa unafua. Nilikuwa natafuta kujua kama reception unapokea wateja eh, unapokea nguo zao, ndio maana si. Yani, ulijuaje ulishai uli kufanya tena dry yani kabla sijafika hapa ndio, mm -hmm. Nilikuwa nafanya kazi hiyo nilipoacha, mm -hmm. Kwa sababu alinipa maelekezo na amefanikiwa, nikasema na mimi naweza. mm -hmm. Kwa sababu nishee kufanya, acha niende, bado bado niko pale pale kwenye dry cleaner mm -hmm. Nilikuwa nauliza, kabla hujaenda kufanya kazi ya dry cleaner, umesema ulikuwa unafanya kazi ya ndani. E, alafu ndio ameondoka. Ndio ukabadilisha kazi. Hiyo na mimi nataka kujua uliwahi kuwa na uzoefu wa hiyo kazi ya reception? Au ilikuwaje ukaweza kukaimudu ukaweza kuifanya. Mara ya e, e, kwanza mm -hmm. hapo ndio mm -hmm. alinisisitiza kuwa na lugha nzuri kwa wateja na tabasamu mm -hmm. Huyo bosi sasa, e, bosi. Bosi. Ehe, kwao ndo nilipoanza siku ya kwanza, siku ya tatu nikazoea, kazoea e, nikaipenda kazi yangu na nikaithamini, ndio maana nikakaa naye na nikadumu naye. Bosi alikufundisha eh, yeye alifundisha, alikufundisha, yeye alikuwa anataka sana sana hicho kipengele tu kidogo hicho, kwamba tunapendaga saa nyingine kuogopa kujifunza vitu vipya, lakini ubongo wa mwanadamu tulivyotengenezwa tunaweza kujifunza kitu chochote. mm-hmm. na hata hapa hapa, sasa ndio nakuja kwenye pointi ya msingi. Sisi tuna utamaduni wetu wa kufanya hizi kazi za ndani, tuna staili yetu tofauti ya namna ya kutoa hizi huduma. Ndio maana naona kuna mishahara ya tofauti. Kwa hiyo mm-hmm. ukienda kufanya kimazoea kama wadada wa kienyeji wanavyofanya huko, hauwezi kutoboa. Lakini ukitusikiliza tutakayokuelekeza yanayotoka kwa wateja wetu, au ambao mnakwenda kuwahudumia na ukaenda kujifunza kufanya vile tulivyoelekeza, utafanikiwa. Mmeelewa hapo? Mm. Eh, nitaka sana huyu dada kaenda kufanya kazi ambayo hajawahi kuifanya, lakini bosi wake akamwelekeza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akafanya nini? Akafanya eh, sasa nisisikie mtu anasema mimi sijawahi kufanya hivi. Wadada wa kazi wana hiyo michezo. Mimi sijawahi, ajifunze. Hujawahi, kwani ulizaliwa unaongea? <laughs> ulizaliwa unatembea? Apani. Ujifunze kwa na tabia kujifunza, usiseme hiki sijawahi sijawahi, kwani. Nimependa sana Dada Oliva hiyo hiyo katika historia yako kuna hicho kisehemu nimekipenda sana kwamba ulifanya kazi ambayo hukuwahi kuifanya na uliimudu vizuri okay. Tuendelee eh? Okay. Kwao baada ya dry cleaner kwao nilipo pale dry cleaner nilipo, nikaona malengo yangu mm -hmm. ni makubwa. Kwao nikaona kama alikuwa shingapi, alikuwa analipa laki na ishirini okay. kwa mwanzoni kwao mm hela nzuri -hmm. baadaye akaniongezea kwa sababu aka mm -hmm. ni Uze kwa kazi, e, kwa na pesi, kazi eh? Akaniongezea laki na nusu okay. Yeah. Hiyo laki na nusu ndo nikafanya kazi mwaka jana. Kwa muda gani? Um, ulifanya hapo muda gani? Ni mwaka, ni mwaka, mwaka jana ndio lina, ni mwaka mmoja ulikaa hapo? Mwaka mmoja e, uh -huh. Kwa hiyo ile mwezi wa kumi na mbili uh -huh. nilipomwambia nahitaji kutoka sasa. Kwa nini? Sababu gani nipelekee utoke? Kwa sababu itegemea kutoka kwa sababu nilikuwa na malengo mengine. Malengo mengine yapi? Na, na, nasubiri hapo. Ulipataje mtoto hapo? Eh na, na, sinashangaa si, si upafikii eh. Mimi najua unaniambia, labda nilipata mimba eh, ikawa kubwa sasa, inabidi niende ngajifungue, na mtoto ana miaka miwili. Stori imeshafika mwaka jana, stori ya mtoto sioni inaingia mahali. Wewe na baba mtoto mlikutania wapi? Hii mm, hapa ya dry cleaner hii mm. Ni ya pili, yaani nilifanyaga ya kwanza nilipokuwa sijui ambao ni mwaka mmoja yeah, li... pia. Eh, dry cleaner, mm -hmm. kwa sababu nilimaliza form 4 mm -hmm. Nilipomaliza ma form 4, wazazi wangu nilikosa ada mm -hmm. kwa mtindo wa NECTA sikuweza kufanya mm -hmm. kwa hiyo nilitoka pale nikaenda moja kwa moja kufanya kazi ndio nienda kazi hiyo ya ndani mm -hmm. nilipokaa miezi tisa hiyo ndo alivyosafiri nikaona, so kukaa palepale kusubiri kazi, kabidi niulizeulize ulize watu wakame, nikapata hiyo kazi na nkatusijui mm -hmm. mm -hmm. kwa tusijui ndo nilivyokaa hiyo miezi, ndo mwaka mmoja. Nilipotoka nikaambia nahitaji nikakae nyumbani ko ili nilitoka nienda nyumbani yani, kusalimia mm -hmm. Kwaoni ilivyo kusalimia kurudi kumpigia alikuwa amepata mtu lakini akaniambia kwamba iki na, subiri kwanza nitakupigia mm -hmm. Itapigia simu. Kwa akaniambia subiri kwanza nitakupigia simu. Sasa wewe wakati unaomba ruhusa ya kwenda nyumbani kusalimia, hukumwambia labda ni unahitaji likizo labda ya wiki au wiki mbili au muda ambao yani anajua kabisa unarudi kazini au ndio wale unajua hizi tabia za wadada hizi? Mm -hmm. Hata kama ulikuwa dry cleaner lakini bado kuna vitabia tabia ambavyo yaani dada akishaamua anaenda nyumbani yani yeye yani, hawazi tena biashara ya kazi anu. Kwa hiyo a -a. Yani kwa nini sasa hakukuwa na ile kwamba naenda, lakini tarudi kazini, si bado ni kazi yangu eh? Watu wengi walioajiriwa yani, wana, wanaendaga wana kusalimia, lakini lazima arudi wapi kazini, na nataka kujua kwa sababu hapo pia kuna kitu kikubwa ya dada wa kazi wanabidi wajifunze. E, mm-hmm. Sio wakazi tu hata walioko kwenye maduka kwenye nini? Yaani kuna ule kuondoka kuondoka kienyeji. Nilipokuwa naongea na, na Dada Pisi mwishoni, umeona nimekazia sana namna ya kutoka kazini. Mm-hmm. Eh. Tena hii ni kwa wale ambao wanataka tu anaondoka ah, anaondoka. Yaani lakini kwa mtu ambaye una malengo hata kama unaolewa unasema jamani ninaolewa lakini mi kazi yangu bado naipenda. Kwa hiyo labda nitakuwa na siku kadhaa za likizo baadaye narudi kazini. Yaani kuna hicho kitu wasichana wengi hawana. Ndiyo nasema wewe kwa hata kama ulishafanya makosa hapa, ndio tutajifunza sasa. Eh. Kwao ulijiondokea tu kwamba naenda kusalimia Amna, kwa na wengina, ntaruni, lakini ulikuwa na mipango ya kurudi. Amnas. Au ndio ulidanganya? Wana wengine anakuambia ntarudi lakini ndio mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mtu anakuja kukupigia baadaye, yani akiwa na shida zake sasa. Unakuta kweli mtu alishaajiri mtu mwingine. Unafikiri mtu ataacha biashara yake afunge ikusubiri wewe ukasalimie urudi? Mm. Mm, mm -hmm. Nilienda nilimwaga ni, ni naenda kusalimia nyumbani. Sasa wakati nimeenda nyumbani kusalimia, maana mm -hmm. jua nitarudi. Nilikaa kama wiki uy, moja, kuo nikaahali. Sielewi hali gani hiyo. Ulienda, ulienda naye nyumbani kwa mm. wakati huko pale ulikuwa na bebi wako Eh, bali wewe si ni mtu mzima? Eh? Eh, si mtu mzima kwani ulibakwa? Hapana. Si ulikuwa na mpenzi wako. <laughs> Mchumba wako sijui mpenzi sijui, nini unajua. Ehe. Kwa ushapata mimba huna habari? Eh, nilikuwa sijui. Mm. Kwa nini nilipoenda kupima presha hiyo kama yaoniambia na miezi miwili. Mhm. Mm, kwa hiyo ikabidi nimpige bosi nimwambie ukweli. Naambia na mimba. Eh, na mimba. Nabidi nitulie ili sije nikaharibu kazi. Mhm. Mm, kwa kaniambia sawa. Kama ukika vizuri kitaka kurudi utani tanambia. Kwa hiyo ndo nikakaa nikajifungua. Mhm. Mm, mwanangu afika mwaka ndo nikaa nafanya biashara. Mm -hmm. Ndo huyo dada ndo nikutana naye, ni majirani. Okay. Kwa hiyo nikamwambia natamani mwanangu afika mwaka na hivi kachangamuka na shida. Mm. -hmm. Nianze tena upya. Mm. -hmm. Nianze kujenga upya. Kaniambia nili naniliu nili, Wadada Center mm -hmm. ipo nyuki pale, akanielekeza mimi, nikaambia wewe acha uongo. Kanyambia kweli, akaangalia Facebook kweli, nikaona naniliu vipindi vyetu kama hivi vipindi mm -hmm. kasema basi sawa tutaenda. Mm -hmm. Na hiyo siku aliniambia jioni, kwa hiyo kesho kama mapema anambia twende basi twende, nipeleke sawa, niende nipate maelekezo. Kweli akaleta paka hapa mm -hmm. kukutana na madam ni, akanielekeza akaniambia karibu sana, kanipa vielezo mm, vitu vinavyohitajika mm, kaambia basi sawa, naomba nikamwekea nanii mtoto alafu nitarudi mm -hmm. kwa hiyo mwaka huu ulivyoingia, kasema na mimi ngoja niende mm, kuonekana ni nimekuja hapa, nikaja, kanipokea mm. mm -hmm. una miaka mingapi? Ishirini na tatu. Sasa hivi ndio na miaka ishirini na tatu na una mtoto wa miaka miwili ambaye ulishtukia tu na mimba ya miezi miwili e. Sasa somo kwa wadada hapa ni kwamba tusiende kwenye mahusiano kama vipofu. Wewe ulikuwa ushamaliza four four, unajua ukilala na mwanaume matokeo itakayotokea kama hakuna mimba, kuna marazi. Maana kwanza ukipata mimba inaonyesha utumii kinga si ndio? eh? kwa hiyo lazima wasichana waweze kujifunza kujilinda, si ndio? Kujilinda usipate magonjwa, kujilinda usipate mimba eh, ili uweze kutengeneza maisha yako. Hutakiwi kuanza na moja ukitoka kwenye uzazi sio. Ukiwa na mtoto wako unatakiwa uendelee kumtunza uendelee. Kwanza unajisikia vizuri, yaani kupata mtoto, si ndio? Lakini unapopata mtoto ambaye kumhudumia ni changamoto, nafikiri wanawake wengi wanapata shida, yani kihisia. Kama mama, kama mzazi unajisikia, tunapata uchungu sana Elewa, unamwona mtoto wako saa nyingine anaumwa, unaelea kupeleka hospitali, hicho kitu ni kizuri jamani, kinauma. Hey, kinauma sana, kinauma sana, inauma sana kwa hiyo unafanyaje ili usipite huko? Kama unataka kujifunza, jilinde jilinde, usipate magonjwa, jilinde usipate mimba kabla hujaanzisha biashara yako wewe. Unafikiri huyo dada ambaye ana saluni yake saa hivi, si anaweza akapata mimba? Si anaweza akazaa, saluni yake siniipo. si niipo si biashara inaendelea? Mimi hapa sinaweza kuzaa zinaweza kuendelea na biashara inaendelea, ntashindwa kulea watoto. Kwa hiyo jitunze kwanza, hakikisha hupati mimba eh, mpaka utakapokuwa unajua una kitu gani kinachokuingizia kiuchumi. Yani siwe ukipata mimba unakuwa kama mgonjwa hapa na mimba, sio ugonjwa. Mi nimezaa watoto wawili pale, kwanzia siku ya kwanza mpaka siku naenda leba, natoka na kazini naenda leba kuzaa sio? Naelewa mm -hmm. na kazi zangu zinaendelea, sio kwamba zimesimama. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa sana, natamani wanawake wasiendelee kuteseka, kwa sababu ukipata mimba yani maisha yako yanavurugika. Akija mwanaume kwenye maisha yako, wewe unafikiri umepata, kumbe umepatikana, kwa sababu atakuwa na wewe zile siku za kwanza, kwanza za peremende mm -hmm. asali, za, kulamba asali na za kwanza kwanza peremende peremende, si ndio zile, zikipita zinaanza kugeuka nini mm -hmm. shubiri hiyo eh? Shubiri na kwa, kwa, kwa mwanaume kwako kwa. Kwa maana tumbo unalo wewe, mtoto uko naye wewe, si ndio shida zote unazipata wewe. kwa hiyo lazima uhakikishe unajiangalia kiuchumi. Wasichana wengi wanaokuja kwenye mradi wetu hapa, wachache ni wale ambao ni fresh from school, wametoka shule, wamejipanga, wanatafuta mitaji, lakini kundi kubwa ni wale ambao wameshatumbukia kwenye kwenyen yes. eh. yani wamesha teseka huko kwa sababu waliacha kazi zao, kama Madam Pisi hapa alikuwa na karia yake, alivyoolewa tu akaacha kila kitu, lakini matokeo yake ndio haya leo, yuko hapa wewe. Ndio hivyo mahusiano, una kazi yako, lakini mahusiano ambayo hautumii akili, unajikuta eti una mimba. Unajikutaje una mimba? si tunaelewana eh? Sasa unakuja kuanza tena upya hapa, hapana. Mi nachokikataa ni kurudi yani uzae urudi, ukaanze maisha upya. Kwa nini awe na mwanaume mahusiano yenu yakivurugika, we tena ndiyo ukaanze na moja wao? Wanarudiki kwanza na moja? Hapana, wao wanaendelea na maisha. Akikuacha we eh, sije kabla hata hajakuacha na mwingine na mwingine, na anaendelea na nini, na maisha. Lakini we ukiachwa tu unadondoka, unaanza zero. Kwa nini? Hicho ndio kikubwa ambacho mi nakipiga vita sawa, ndugu zangu. Kwa hiyo wadada jamani, msikubali, jilinde. Mimi nilizaa nikiwa na miaka 31 na ninazaa mpaka sasa, hizi ndio hivyo. <laughs> Eh, mtoto wangu wa kwanza nimemzaa na miaka 31, sio kwamba wanaume nilikuwa siwaoni, hapana, nilikuwa mimi nataka nihakikishe, nilishaona wasichana wanapata shida mtu ana mtoto, ana shida, ana njaa na ah, mimi nikasema, haya maisha Mungu, mimi sitaki haya maisha, nataka by the time nazaa mtoto wangu, nina uwezo wa kumlea, baba yake awepo asiwepo, mimi mama yake nipo. Kwani wewe si mzazi? mm-hmm. Eh, kwa nini tu mtoto aishi vizuri baba yake akiwepo? Wewe ni ni nani? Ni, ni, ni yani sio binadamu no. Ni binadamu, ama umeanza tena wewe? Ndio umebeba baba yake, si aliingiza hapo kimbegu tu chop, eh kwa chapu kwa haraka sekunde, lakini mimi alihangaika nayo nani miezi tisa. Ukabeba bado ulivyozaa kitoto kichanga aliyekuwa na kesha ni nani? Hmm. Hmm. Kwa ni nani sasa, kwani ushindo kum, kumlea tu yani kumhudumia tu kwa vitu vidogo, kwa kama umeweza kubeba mambo makubwa ambayo mwanaume hawezi kufanya, ni kuto kujielewa, ndio hiyo neno la Mungu lasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Eh, sasa mimi nimesema safari hii wanawake lazima tuwe na maarifa. Sindio? Eh, ndio haya. Kwa hiyo dada Oliva, sasa wewe umekuja hapa kwa malengo gani? Kitu gani hasa unasema? E, aidha ndani ya mwaka miaka miwili nataka na mimi nitoke nacho kupitia Wadada Center. Mimi ndani ya Wadada Center mm, kwanza nina eneo langu. Una eneo kiwanja? E, e. mhm mm wapi? Ni namanga hapo juu, yani nyumba yetu ipo chini. Nyumba yenu ya ya familia? eh ya, ayu, ya kwangu, nilinunua kipindi napambana mambo. saa hizi kama na nakuona kichoni unajisema, ningekuwa niko mbali <laughs> eh? ningekuwa <Sani. laughs> <laughs> niko mbali amna, lakini kwenye maisha tunajifunza e, tu. Kwa hiyo hakuna kujuta, sawa, ni kujifunza tu kwamba hapa nilikosea, safari hii sikosei tena. Ulinunua eneo kwao, hongera wangu ya Wadada Senta nipambane, mm. nikusanye, mm -hmm. pesa, mm -hmm. nianze ni, ni msingi nijenge, mm -hmm. Then palepale nifungue na biashara yangu. Wow. Na biashara niloipanga mimi niuze vinywaji, e. Okay, alafu pia kama Mungu akinisaidia, nikizidi kupambana, akinitia nguvu ndani ya Wadada Senta nifungue na saluni pia, na idea ya kusuka Okay, una idea ya kusuka. Okay. Kwa hiyo eneo unalo sasa hivi, unachotafuta ni pesa ya kuweka hizo... Ndio. Frame. Ni frame au unaanza na frame? Na inaanza na frame. Mm. Zen, kama niki, nikishamaliza frame naweza kuweka duka nikafanya kazi yangu. Mm, okay. E, ndio okay. Okay, e, sasa utajenga nyumba ya kuishi. Okay, ongera mawazo mazuri sana asante. Sasa hivi usikubali tena kupotea. Tunapoteaga wakati, wanasema wakati gani wa kwenda wa kwenda, eh, sio kurudi tena. Kwa hiyo sasa hivi usikubali tena ujinga. <laughs> Hakikisha e, unapambania maisha yako kwa sababu uki ukiashika ukia maisha yako unaishi vizuri sana hapa duniani, ila ukimpa mtu mwingine mwanaume sijui nani, utateseka. mm-hmm. maisha manya ya manyanyaso yanaanza pale ambapo unampa mtu uhuru wa kumtegemea. Yani, kwamba yeye ndio akuamulie, leo nenda huku usiende, leo fanya hiki usifanye, sitaki utoke, sitaki ufanye biashara biashara. Binadamu wenzio anakwambia usifanye biashara na wewe unakubali, wakati neno la Mungu linasema usimtegemee uh, mwanadamu na asiyefanya kazi. Alafu binadamu wenzako anakwambia usifanye kazi tena, kwa kukudanganya anakupenda sana. Siku mbili tatu anakubwaga sasa, unashangaa mapenzi ni yapi jamani? Hakuna binadamu anaweza kukupenda kama Mungu eh? Kwa eh, kwa Mungu ndio anayetupenda ndio maana ametuambia ukweli, asiyefanya kazi na asile, na amelaaniwa mtegemeaye eh? mwanadamu na, na, na nitabariki kazi za mikono yako ya. Kwahiyo kwa, tumsikilize Mungu ulikosikiliza hawa watu wanaokuja kwenye maisha yetu. Karibu sana dada Oliva.